Na mkwingine kwa mtazamaji ni kwamba watu watatu wamefariki na wengine watatu kujeruhiwa kufuatia uvamizi ulioendelea usiku wa kuamkia leo katika kaunti ya Meru. Aidha, mamia ya mifugo pia vile vile waliibwa kwenye uvamizi huo uliowaacha wakazi na hofu. Na Marian Nyambura anaarifu zaidi. Hospitali ya kibinafsi ya Guardian mjini Meru. Watu watatu wanapokea matibabu hapa wakiuguza majeraha ya risasi usiku wa kuamkia leo watu wasiojulikana walivamia maeneo ya Tigania Mashariki, Igembe ya kati na Buri. Kulingana na asasi za usalama, watu watatu wameuawa na mifugo kuibiwa. Ndio wakapika hii viana risasi na ile musee, ndio tukakuya kusukua hawa watu, tukaleta kwa sipitali. Watu walikuwa hapo wa wanaama hiko wengine wameenda Lamu, wale wanapambana upande wa Igembe Central, wengine wanapambana upande wa Tigania East. Majambazi wengine nao walivamia Buri East na kuingia kwa boma moja ya mchungaji wa Kahama na ng'ombe kumi na tisa na mbuzi ishirini na wili. Uvamizi wa usiku wa kuamkia leo umezua hofu miongoni mwa wakazi ambao wanataka maafisa wa akiba kuongezwa kwenye maeneo hayo ili kupunguza visa vya uvamizi. Nauliza hadi lini tutapata uhuru? Sisi tunakaa kama hatuko Kenya hii, kwa vile kila wakati kila mara tunanyang'anywa ng'ombe zetu, ambaye ni jaso yetu. Swali yangu ni hii tuna, tunaona tunaona Krismasi iko hapa, Januari iko hapa, mifugo yetu wakienda naye yote, ni tutarudisha watoto shule na nini? Wimbo tumeimba kila siku tunasema, operation operation na haifanyiki tunashindwa kujua ni nini serikali imekosa aswa. Ni vifaa haina ama ni taarifa haina ndio iweze kufanya this operation, na hakuna ndao ingine ya shinda. Sasa wezi wanaingia wanaua watu wanaenda na silaha, ile kitu tunarudishiwa ni silaha. Kamishna wa kaunti ya Meru Jacob Ouma amesema kuwa wanaendelea kuchunguza kisa hiki na kuhakikisha wakazi usalama wao. Meria Nyambura, runinga ya Citizen.